Metutoa mbali mpaka leo tuko hapa. Mwenyekiti wa chama na mwenye chama chake ni Dokta Samia Suluhu Hassan, na mimi kusimama hapa, mimi ni tunasema ni mtumishi tu, lakini mwenye chama chake ni nani? Dokta Samia Suluhu Hassan, na sisi wasaidizi wake Unamjua mwenyekiti wetu wa chama dokta Samia alivyo na anavyotaka, hapendi mwananchi wake hata mmoja aonewe, huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi emboe. Kwa hiyo mimi ninaposimama hapa lazima nitembee kwenye nyayo za mwenyekiti wangu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio maana niligoma kuingia mlenda tawi, kata, wilaya, mkoa. Tukikwama ndio tupeleke, lakini sioni kama kuna shida ya kutushinda hapa sisi mkoani sisiemuoye. Sasa ninaomba, nani anaanza kuongea? Nitatoa nafasi kama watu hapa, nikipata wawili kina mama, nikipata wawili na wale na wazee nipate wawili, jumla sita. Kama changamoto itakuwa ni hiyo hiyo moja, hata akiongea moja wawili zinatosha. Hey, mniambie alafu mimi niwaambie, tunatatua hili kwa majina. Yangu naitwa ndugu Yusufu Idi Kiro, sauti Yusufu Idi Kiro. Na changamoto hizi zimeanza sana miaka kama mitano nyuma, tulikuwa wananchi tunahudumiwa iliyokuja kufuata kwamba wakaja kuingia baraza moja baraza la madiwani. Baraza la madiwani, kuna kipindi walikuja wakasema kwamba wamepata mwekezaji. Wakati ule wananchi ndio tumekodishwa yale mashamba, ikiwemo umasirika wa kwanza ni mimi, kwamba tumekodishwa yale mashamba. Mwisho wa siku tukaja kuambiwa amtakiwi mlime, tumeshapata mwekezaji atakaye lima miaka mia moja na yale mashamba ina maana tulizuiwa kulima, na hata mali zetu tulizokodisha wa wako ambao walilima na trekta hatukurudishiwa pesa zetu. Uke pita, mwaka uliopita mwaka huu walileta matangazo, na matangazo haya yalikuwa yanapatikana wa Ilongero. Wananchi wengi tuliandamana kwenda kuchukua zile fomu. Tulipoenda kwenye ofisi ya wilaya, tulikuta fomu kweli zinajazwa kwa watu wengi, lakini hmo mimi nilikuwepo. Tulipofika pale, walikuwa wanaingia watu sasa, ndio ndiodoo mabosi kwa sababu kwa matamshi ni o nida ni mabosi, kwa sababu tulipata maneno toka kwa yule aliyekuwa anagawa. Lakini hizi kelele, tuna miaka kama kumi tukilitaka lile shamba kufanana na kwa pimo ya mwaka 1975 ya watu 115 na, na sasa hivi watu 4556 tuna vijana wengi ambao wanataka walime, ndio limetupelekea kudai shamba letu. Tunaomba tu mama, niweze kuhitimisha. Mimi kwa jina naitwa Jonas Kidawida Misanga. karibu sana mama, karibu sana. Tukaona sisi mimi ni katibu mstaafu kwa Chama cha Mapinduzi tawala la muungano, tukaona haiwezekani tupeleke lalamiko letu kwa mama a, kwa sababu tunasikia yeye ni mwadilifu na anaweza kutusaidia, ndio maana tumekuja kwao. Tunaomba mama utusaidie, tunaona haiwezekani watu wapambaa tupewe shamba letu. Kwa jina naitwa Sabrina Ibariki, ni mwanakijiji wa hapa Kamba. Mama karibu sana, tuko hapa, umekuja hapa ili tutatue changamoto zetu. Changamoto zetu ni shamba la mbegu mama, tuna miaka mitano sasa hivi hatulimi hilo shamba, tangu twaambiwe kwamba hili shamba la wanakijiji Wapambaa, ila miaka mitano hatulimi, wanalima watu wengine mama, tunaona magari yanakuja hadi wafungwa wanapalilia tulioko hapa tunapewa vibarua, tunaenda kupalilia mama, na wakati shamba ni la kwetu, wana Mpambaa. Sasa tunataka tujue hilo shamba la Mpambaa au la wapi? tuna watoto mama wanasoma, ndo shamba tunategemea. Kwa hiyo tuna uchungu sana mama, tunaomba turudishiwa shamba letu tulime kabisa, wana Mpambaa. Asante. Kwa jina naitwa Ramadhani waliki mwana kijiji wa Mpambaa. Ndugu mwenyekiti wa wa CCM mkoa, wananchi wa Mpambaa tunalalamika kunyanyaswa, shamba hili limekuwa la, la, la maisaki, shamba hili limekuwa la wakubwa. Ndugu mwenyekiti, sitaki nizungumze maneno mengi, ni karibu Nikiongea sasa nitaharibu hapo. Niki mimi nimemaliza. Kilimo chama cha kutuzi. Eh, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida hii. Mimi kwa jina naitwa Mzee Emmanuel Mngoya, mimi nataka nikupisha hivi hi. umo nani tunasema, so, tibo ya mnyonga ni nini? jimbo i mnyonge ni umoja. Basi baba, watu wa chama, jamani, sasa zimechoka. Hili yatokea juzi, halijatokea lakini, kwa ajili ya uroho pamoja na hao miungo, watu wakawapa watu wengine. Sisi watu mia nane na hamsini na tano hakuupewa kabisa hata mtu mmoja. Mimi ni mzee sasa hivi unavyoona, na sisi tunasema kama kweli umekuja ume hapa